Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa, kwa imani na unyenyekevu. Asante kwa upendo wako usio na kipimo na kwa kuwa ulinzi wetu katika kila hali ya maisha. Tunakiri kwamba wewe ni Mungu wa uweza na kwamba hakuna nguvu ya shetani inayoweza kutushinda ikiwa tuko chini ya ulinzi wako. Leo hii tunakuomba utufunike kwa ulinzi wako kutoka kwa kila roho ya giza, uchawi na nguvu zote za kishetani zinazotufanyia shambulio. Tunatangaza kwamba hatutakubali kushambuliwa na roho yoyote ya uchawi, majini au kila aina ya mfungamano wa kishetani. Tunakataa kila roho ya uharibifu na mivutano ya kiroho inayotushambulia. Roho Mtakatifu, twahitaji uwepo wako wa ulinzi, tunakuomba tufunike kwa damu ya Yesu Kristo ili tuwe salama dhidi ya roho ya giza na uchawi. Tunakataa roho ya uchawi inayoweza kutugusa, na tunajua kwamba nguvu zako ni kubwa kuliko nguvu zozote za shetani. Tunataka kutulia katika uwepo wako, ukatutunze na kutuongoza. E Baba wa mbinguni, tunaomba uondoe kila uchawi. Tunaomba kuwa chini ya ulinzi wa malaika zako wa mbinguni. Tunatangaza kwamba kila roho ya giza itashindwa, kila uchawi utaanguka chini, na kila mipango ya shetani itaharibiwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu tunaomba kwamba kila nguvu ya shetani inayotishia amani yetu familia zetu na kazi zetu ifutwe kabisa. Tunakataa kila jaribio la uchawi na roho ya uharibifu. Tunaomba ulinzi wako katika kila maeneo yote tunayoyatumikia na katika kila uamuzi tunaochukua. Baba, tunapohitaji ulinzi wako, tunaomba uchukue mamlaka juu ya kila eneo la maisha yetu. Tunajua kwamba wewe ni ngome yetu imara, kimbilio letu na ulinzi wetu. Kwa nguvu yako hatutakubali kushambuliwa na roho yoyote ya shetani. Tunajivunia kuwa chini ya ulinzi wako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba haya yote, amen.